I have a dream. Nitachukua fomu ya kuomba kugombea ubunge jimbo la Iringa mjini. Fadhili Fabian Ngajilo ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa ametangaza rasmi nia ya yake ya kuchukua fomu ya kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Iringa mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, akisema kuwa awamu hii Iringa inahitaji mtu ambaye ni sauti ya watu mwakilishi na mtetezi wa wananchi mwenye uwezo wa kujenga hoja kutafuta ufumbuzi wa changamoto za wananchi, kuelewa umuhimu wa elimu kwa vijana na kuvutia miradi na uwekezaji. Kuhusu nafasi yake ya uwenyekiti jumuiya ya wazazi CCM mkoa wa Iringa, Ngajilo amesema yupo tayari kupisha kwa muda nafasi hiyo katika chama ili kuwa huru kufuata michakato yote kuitafuta nafasi ya ubunge katika jimbo la Iringa mjini huko akisema kuwa amejipima na ameona anaweza kuwania ubunge hivyo anachosubiri kwa sasa ni wakati wa kuchukua fomu na kuanza kampeni ufike. E, ndugu waandishi wa habari wa na wananchi wa jimbo la Iringa mjini, kama mjuavyo tupo mwaka wa uchaguzi mkuu. Mimi Fadhili Fabian Ngajilo nimeona ni vema nikatangaza rasmi kuwa tarehe ishirini na nane ya mwezi huu wa sita nitachukua fomu ya kuomba kugombea ubunge jimbo la Iringa mjini. Katika kueleza nia yangu hii nitakuwa na maswala mawili ya kuyaelezea, moja Ninaomba kuwataarifu pia kwamba nimeshaandika barua kwa, kwa Chama changu cha Mapinduzi, kupitia ofisi ya katibu wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi, kupisha kwa muda nafasi yangu ya uongozi wa mwenyekiti wa wazazi mkoa wa Iringa, kwa sababu nimetia nia ya kugombea ubunge Iringa mjini kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la pili, mtaniuliza kwa nini ninagombea nafasi hii? Zipo sababu kedekede kede. Ya kwanza, mimi Ngajilo nimejipima kwa vigezo vyote, nimeona ninatosha, nina vigezo vyote mpaka vinamwagika. Kama mjuavyo, hii itakuwa mara yangu ya tatu kuomba ridhaa kwa chama changu cha Mapinduzi kugombea nafasi hii ya ubunge Iringa mjini. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi mara ya pili ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na hii elfu mbili ishirini na tano itakuwa mara ya tatu. Nina ndoto kama alivyowahi kusema yule mwanafalsafa maarufu Martin Luther King Jr. kwenye hotuba yake maarufu inayojulikana kama I have a dream mimi Ngajilo, I have a dream. Nina ndoto ya kugombea ubunge Iringa mjini, lakini zipo sababu kede kede. Kama nilivyosema, nimesema ya kwanza, nimejipima na nimeona ninatosha. Chama changu cha Mapinduzi kimedelea kwa nafasi mbalimbali. Hivi sasa mimi ndio mwenyekiti wa wazazi wa mkoa wa Iringa, lakini nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Iringa toka mwaka 2008 mpaka 2012 nimehudhuria vikao mbalimbali vya chama vya mkoa na vya kitaifa kwa maana ya halmashauri kuu ya mkoa, kamati za siasa za mkoa. Nimehudhuria vikao vingi sana hata idadi yake haiwezi kuelezeka. Kitaifa nimehudhuria mabaraza ya kitaifa ya vijana, ya wazazi, mikutano mikuu ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo nina uzoefu mkubwa sana wa shughuli hizi za chama na shughuli za maendeleo lakini kupitia Wizara ya Kilimo niliaminika pia kuwa mjumbe wa Bodi ya Nafaka na Mazao Mchanganyiko ya Tanzania. Nimefanya kazi hiyo kwa weledi. Kwa hiyo nina uzoefu pia wa masuala haya ya kiserikali. Uzoefu huu umenijenga, lakini hii ni faida niliyoipata kupitia chama changu, Chama cha Mapinduzi ambacho kimenilea, kimenikuza na kunitunza kwa nafasi mbalimbali mbali za uongozi. Sababu ya pili ya kugombea nafasi ya ubunge ni kwa sababu nataka nitumie haki yangu ya kugombea ya kikatiba. Nimesema vikao vya chama vina vitajiridhisha na sifa zangu na hatimaye watafanya maamuzi katika uteuzi, kwa sababu mwisho wa yote ni chama kufanya uteuzi, lakini baada ya kujiridhisha na sifa mbalimbali. La tatu mimi naamini kwamba Iringa inahitaji sauti ya watu, yani the voice of the people. Tunahitaji sauti katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunahitaji sauti katika nyanja mbalimbali, na sauti hii ya Ngajilo iko tayari kuwatumikia Wanairinga katika shughuli zote na sekta zote. Jambo la nne, kama mjuavyo wote sisi Wanairinga tuna shughuli mbali mbalimbali, lakini shughuli kuu za msingi, biashara, ujasiria mali, kilimo. Hizo ndio shughuli zetu za msingi, na kila mtu yuko katika eneo lake akihangaika kuhakikisha kwamba anapata kipato. Tunahitaji sauti ya mtu atakayewaunganisha wakulima kutimiza ndoto zao, wafanyabiashara kutimiza ndoto zao, wajasiria mali kutimiza ndoto zao katika maeneo mbalimbali kwanzia wafanyabiashara wa kwenye masoko, machinga, mama na baba lishe, maafisa usafirishaji kama bodaboda, bajaji, daladala, mawakala kwenye stendi zetu za mabasi, mafundi mbalimbali wa nguo na vifaa vifaa mbalimbali vya mbao, vipuri vya magari, chuma na kadhalika. Mimi Ngajilo nimejipanga na nina mikakati ya kuyaunganisha makundi haya ili yafanye kazi kwa mafanikio na ufanisi. Mimi Ngajilo nimejipanga vilivyo kuwatumikia wananchi kwa moyo wa dhati, moyo wa utumishi, na nimejiandaa kuwa mtumishi wa watu wa, wana, wa, wa Latini wanasema Servus populi, utumishi wa watu, nimejiandaa kuwa mtumishi wa watu. Jambo la sita, Iringa mjini imesheheni vyuo vikuu, ni mji wa vyuo vikuu. Inahitaji mbunge aliyejaa uelewa na mahitaji ya vyuo vikuu, na mbunge anayeendana na kufanana na vyuo vikuu, mbunge anayeweza kuwaunganisha wanavyuo kuweza kuwa na mchango wao kiuchumi na kijamii kwenye mkoa wetu wa Iringa. Mimi Ngajilo ni mhadhiri wa vyuo vikuu, nimefundisha vyuo vinne Tanzania. Nimeanza na chuo kikuu cha Dar es Salaam kama seminar leader. Baadaye nikawa mhadhiri msaidizi chuo kikuu cha St. John's kule Dodoma, baadaye nikaajiliwa chuo kinaitwa Sebastian Koloa Memorial University kipo Lushoto, na hatimaye nimekitumikia chuo kikuu kinaitwa Tudako. Yani, Tumaini University Dar es Salaam College. Kwa hiyo mimi nafanana na vio vikuu. Na nadhani Iringa inahitaji mtu atakayeunganisha vio vikuu wananchi pamoja na shughuli za maendeleo za Iringa. Nimejipima na nimeona hili ninalimudu na ninatosha kabisa kuiongoza Iringa mjini. Jambo la saba, Iringa mjini inahitaji mtu anayeamini katika kuweka mifumo ya usalama wa wananchi. Tukisema wananchi tunamaanisha wananchi wote kwa rika na jinsia zao: wazee, wanawake, wababa, eh, vijana, watoto, wote wanahitaji usalama. Mimi Ngajilo nimejipima na nimeona ninaweza kuwaunganisha wana Iringa katika kuzuia unyanyasaji na kupinga kabisa masuala ya kwenda kinyume na haki za binadamu dhidi ya wananchi wa Iringa mjini. Kwa maana ya kwamba nimejiandaa kuwa mtetezi wao, lakini nimejiandaa pia kuwa mfariji wao. Kwenye falsafa za kiuongozi, rais wa nchi is a comforter of the state, ni mfariji wa taifa. Mbunge ni lazima uwe comforter wa wananchi, lazima uwe comforter wa wananchi, kwa sababu nyie wote mnatokana na kula za wananchi mnajia- mnakuwa watumishi wa wananchi kwa hiyo, nimejiandaa kuwa mfariji wa wananchi yani komforta. Ili tuweze kuongoza na kuhakikisha kwamba Iringa yetu inafikia pale ambapo wote tunatarajia. Jambo la nane, Iringa mjini inahitaji mtu anayetambua maana ya kuweka mifumo ya burudani na michezo kwa wananchi. Mimi Ngajilo nipo tayari kuwaunganisha wadau wa michezo, na actually nimeshaonyesha uwezo wangu kwa miaka kumi na tano nimeendesha kombe la Ngajilo Cup bila kusita, bila kusimamisha, mfululizo for 15 years, nimeliendesha kombe hilo kwa vyanzo mbalimbali vya fedha ambavyo nimekuwa nikivishawishi vitoe fedha na kuwekeza katika mchezo huu, michezo hii ya Ngajilo Cup. Sio hiyo tu, nimechezesha michezo mingi maeneo ya drafti, michezo ya rede, michezo mbalimbali. Sasa nimeshaonyesha uwezo wangu, kwa hiyo ninaamini nitapimwa pia kwenye kigezo hicho na Wanairinga na chama changu cha Mapinduzi. Mimi ninaamini unapokuwa mbunge, unapewa ilani ya uchaguzi ya chama kuitekeleza, kuisimamia, lakini mimi huwa naamini pia kwamba ni vema ukiwa kiongozi mwakilishi wa wananchi uwe na jambo la ziada zaidi ya ilani. Maana ilani kweli imesema barabara, afya, michezo, imetaja vitu vyote, na fedha itatoka kwa Rais Dokta Samia kutekeleza miradi hii. Wewe kama mbunge, kazi yako ni kusukuma agenda kuhakikisha kwamba miradi inatekelezwa, lakini lazima mbunge uwe na jambo uwe na ubunifu wako ambao umeufanya nje ya ilani ya uchaguzi, uonyeshe kwamba umefanya ubunifu katika eneo gani zaidi ya utekelezaji wa ilani. Maana kila mtu anajua kwamba ilani ipo sawa, itatekelezwa, fedha za serikali zitatumika, zinahitaji kusimamiwa. Lakini je, wewe kama mbunge, changamoto za wananchi ambazo hazipo kwenye ilani umezishughulikiaje? Kiongozi mahiri huwa anajiongeza. Mimi si mbunge na sijawa mbunge, lakini tayari nilishaanza shughuli hizi za kuendesha kombe langu la Ngajilo Cup. Watu watanipigia katika hicho kigezo, kupitia taasisi yangu ya Ngajilo Foundation ambayo ninaamini tutaipanua zaidi katika uwekezaji, katika masuala mbalimbali ya kilimo, tutaenda kwenye afya, elimu, pindi Mungu atakapotujalia na atakapoamua, Kuruhusu Ngajilo awe mbunge wa Iringa mjini. Jambo la tisa, Iringa mjini bado tuna changamoto za miundombinu ya barabara, miundombinu ya mitaro ya maji, masoko. Ninaamini kwamba agenda hii inahitaji mtu jasiri kama Ngajilo kuendelea kuisukuma na kuikamilisha. Jambo la kumi, agenda ya utalii kwa Iringa ni muhimu sana. Watu wengi wanashindwa kuzungumzia swala la utalii kwa sababu hawana weledi nalo. Ngajilo ana weledi nalo tena kitaaluma. Iringa mjini imezungukwa na vivutio vingi sana vya utalii. Tuna mbuga za wanyama Ruaha National Park, tuna makumbusho ya historia ya Kalenga, yani Kalenga Historical Site, tuna mawe ya kale pale Isimila, yaani Isimila Stone Age Site, na tuna vivutio vingi, hali ya hewa. Wakazi wa Iringa ni wakarimu, kuna usalama, lakini sasa tuna uwanja wa ndege wa Nduli ambao nao ni sehemu ya kigezo muhimu cha utalii. Hivi vigezo vikitumika vizuri, tukiwa wabunifu, tuna uwezo wa kuvutia kuvutia uwekezaji katika sekta mbalimbali ndani ya Iringa Manispaa, na tukahakikisha kwamba Iringa inafanikiwa katika maendeleo. Tunaweza tukaongeza mengi. Iringa ni katikati, iko katikati ya mikoa kadhaa, iko katikati ya Njombe, katikati ya Morogoro, Dodoma, mikoa yote inakutana hapa. Hiyo nayo ni fursa kwamba mikoa zaidi ya mitatu inakutana Iringa Manispaa. Maanake vijiji na kata nyingi zinakutana hapa, hiyo ni fursa ya kimaendeleo, inahitaji tu ubunifu. Ndio maana Mwalimu Nyerere alisema ili tuendelee tunahitaji vitu vinne tunahitaji watu, hicho kigezo cha kwanza eh? Tunahitaji siasa safi, tunahitaji uongozi bora. Sasa mimi nataka kile kipengele cha watu kwamba tuna watu hapo, ndio ninapotaka kuelezea watu tunao. Tuna watu ndani ya Iringa, lakini tuna watu hawa ambao wanatoka mikoa mingine na vijiji mbalimbali wanakutana hapo, lazima tutengeneze namna ya kugeuza hii kuwa fursa ya kimaendeleo kwa ajili ya Iringa. Mimi naambiwa kwenye historia na ushahidi upo, Iringa ilikuwa na viwanda vingi sana miaka ya 1980 kurudi nyuma, lakini kufika 1990 na tisini viwanda hivi vyote vilifungwa. Zipo sababu za kihistoria na za kiuchumi nazo zijua. Kwa sababu mimi ni mchumi pia naelewa Najua kwamba kuna economic recovery na ukitaka nitakudadavulia ndani nitakwambia kuna ERP 1, ERP 3, ERP 2, ERP 3 zote nitakwambia. Najua kwamba kuna structural adjustment policies najua. Lakini ninachosema mimi, Iringa inahitaji viwanda. Inahitaji viwanda ili tuweze kuongeza mzunguko wa fedha. Moja ya changamoto kubwa za uchumi wa Iringa ni mzunguko wa fedha. Iringa hilo ni changamoto, lazima tuwekeze katika viwanda. Na mimi nishukuru kwamba ilani yetu ya uchaguzi mpya ya elfu mbili ishirini na tano elfu mbili na thelathini imesema wazi kwamba sasa serikali itawekeza sana kwenye viwanda, viwanda vidogo vidogo na viwanda vikubwa. Kwa hiyo sasa tunamhitaji Ngajilo aende akasukume agenda ya kuwa na viwanda. Na viwanda na uwezo wao huo ni nao. Jambo la kumi na moja, najua kwamba miundombinu ya huduma za afya na elimu imeboreshwa, lakini tuna changamoto za utoaji wa huduma bora. Unaweza ukawa na majengo ukawa na madesi madaktari ukawa na mashule majengo madawati, lakini tuna tatizo la utoaji wa huduma bora. Sisi tunaokaa Iringa mjini tunafahamu tuna changamoto za huduma bora. Ngajilo ni mtu sahihi wa kusimamia sekta ya afya na sekta ya elimu ndani ya Iringa manispaa. Uwezo huo ninao, na nimejiandaa, nimejipanga kuwatumikia wananchi katika sekta mbalimbali. Tungeweza kuzungumza mengi, lakini nihitimishe kwa kusema, ni matumaini yangu kwa chama na wanachama wenzangu wa CCM wataniamini kuwa ninaweza kubeba majukumu haya lakini pia ni matumaini yangu kuwa wananchi wa jimbo la Iringa mjini watanipokea na kunikubalia kuwa mbunge wao kwa kipindi cha mwaka 2025 mpaka 2030. Imani huzaa imani. Ninaamini ninao uwezo wa kuongoza kutokana na makuzi na malezi mazuri niliyoyapata ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa zaidi ya miaka ishirini nimelelewa kiuongozi na mimi niwaambie kiuongozi, nimeanzia ngazi ya chini. Mimi sijakurupuka kutaka leo ubunge. Mimi nimeanzia ngazi ya chini, nimetumikia serikali za mitaa, nimekuwa mjumbe wa serikali za mitaa, mtaa wa Jangwani, kata ya kwa Kilosa. Kwa hiyo nafahamu maisha ya kawaida kabisa ya chumba kwa chumba ya wananchi. Kwa mtu mgeni, Ngajilo ni mwenyekiti wa wazazi tu pale mkoani, anataka ubunge? Ah ah, usifikiri nimekurupuka. Ah ah, ninafahamu changamoto zinazo wakabili wananchi. Nimekuwa mjumbe wa serikali za mitaa kwa miaka mitano mtaa wa Jangwani kata ya kwa Kilosa, nikapanda taratibu, nimekuwa kiongozi wa vijana kata hiyo ya kwa Kilosa, nikaja kuwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa, baadaye mwenyekiti wa wazazi wa mkoa, nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa mpaka taifa, wakaniamini kuwa mjumbe wa bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko CPB. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachosema mimi kwamba chama changu naamini kitaniamini kwamba sasa ninaweza nikaiongoza Iringa mjini. Naamini wananchi wa Iringa mjini pia wana imani kubwa na mimi Ngajilo kwamba ninaweza nikawaongoza na nikawa mtumishi wao mwaminifu, mwadilifu na mwenye upendo wa dhati kwa wananchi wangu. Baada ya kusema hayo, niseme tu mamlaka zote zinatoka kwa Mungu na hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Asanteni kwa kunisikiliza.